E, nimeona ndugu zangu wenye ulemavu hapa wako pamoja nami. Na nilikuwa nataka kusema katika sekta ya uwezeshaji wananchi kiuchumi, hatuachi mtu. Kama tunavyokuwa hatuwaachi kwenye afya, kwenye elimu tuna elimu jumuishi ambayo ndugu zangu wenye ulemavu nao wamo. Tumewashughulikia kikamilifu vifaa vyao na kila kitu chao kwenye elimu. Vile vile kwenye uwezeshaji tukiangalia kitabu cha mkoa kidogo hiki kwenye ukurasa wa kumi na sita uwezeshaji w wananchi wa kiuchumi, inasema baadhi ya mafanikio yaliyopatikana kwa kipindi cha mwaka 2020 mpaka 2025 ni pamoja na kuongezeka kwa utoaji wa mikopo asilimia kumi kama zilivyogaiwa nne nne mbili kwa ndugu zetu wenye ulemavu, lakini pia tukienda kwenye tasa kuendelea mpango wa kunusuru kaya maskini, baadhi yao wanafaidika pia kwenye TASAF. Lakini ndugu zangu, kwenye michezo pia tuna timu kabisa ya kitaifa ya watu wenye ulemavu, na hii timu inafanya vizuri sana, inacheza mpaka nje ya taifa letu. Kwa hiyo niseme tu kwamba tumewazingatia kwenye ilani, tumefanya kazi nzuri, lakini pia tumewazingatia kwenye ilani inayokuja. Kwa ndugu zangu, hongereni. Tuko pamoja, tunajumuisha kwenye maendeleo, nanyi ni sehemu ya Watanzania. Wanasema hatuachi mtu nyuma.